Deputy President, sababu uko hapa muko na jukumu kama serikali kuhakikisha hatuingii nchi yetu ama hatuingizi nchi yetu kwa mambo ya vita na vurugu za kisiasa, sababu wenye wataumia sana ni wamama, watoto na hao wazazi na watoto wetu, kweli si kweli? Wale wanachochea watoto wetu, naona wanachochea, mtu anaenda hapo dakika tano anapiga picha alafu anaenda anajifungia kwa nyumba yake Karen. Watoto wanaachwa siku nzima wakipambana na polisi. Mumeona ile uharibifu ya mali ya umma imetokea, watu wanaingia kwa police station, kuchoma police station. Wengine wameenda wakapora bunduki hapo Dagoretti, wamevamia kituo cha polisi wamepora bunduki. Station zingine wamevamia wakijaribu kuchukua mabunduki sasa tukauliza jameni. Maandamano tumeona Mombasa watu wameandamana asubuhi ikafika saa sita, wakafunga maandamano yao kila mtu akaenda nyumbani na amani. Sio ndio maandamano ya kisawa? Hii ya uvamizi ya police stations and government installations, Deputy President, that is anarchy and you must stop it by all means. Watu wa Kanyangi mnasema isimamishwe ama iendelee? Isimamishwe ama iendelee? Mnataka amani anaki na umauaji na vita ama amani? Amani. Nyinyi ni watu wa amani. Hebu nione watu wa amani kwa mkono basi.